Tuelekee kaunti namba 26 ambapo baada ya mahakama kutoa agizo kwamba gavana wa Trans Nzoia George Natembeya asiingie katika ofisi kuu za kaunti hiyo, gavana huyo amekuwa akiendelea na shughuli zake chini ya hema, kama anavyotuarifu Collins Shitiabai. E, nyumba yangu ni gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya ambaye anahudumia wenyeji wa kijiji cha Kiminini katika kaunti ya Trans Nzoia chini ya hema. Hii ni kutokana na amri ya mahakama kwamba asifike katika ofisi za kaunti ambapo uchunguzi unaendelea kutokana na kesi ambayo ilikuwa inamwandama, na gavana huyu anasema kwamba e, lake ni kuhakikisha kwamba katika siku hizo sitini wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia wanaendelea kupokea huduma kikamilifu ni watu wengi, ndio siku imeanza eh, au tumeona tu, inaitwa public shauris, ile masuala ambayo wananchi wako nayo mengi tu, anakuja kulilia serikali na mara nyingi anapeana advice. Uh, ukiona mengi ni ya national government uh, watoto wameenda kwa uh, high school wanataka uh, na kuna kuna karo anataka na kulipa na licha, tunaambia kwamba secondary school ni free so naona watu wamekuja hapa kuna wengine pia ambao walimaliza kusoma hawajapewa certificate zao kwa sababu wanasema wako na fees arrears, so nataka tuone kupitia kwa department ya education, tuone hii policy ya serikali kusema kwamba watoto wakimaliza shule wapewe, wapewe certificate. Eh, hii leadership ya mheshimiwa Natembeya ni leadership ambayo ni nzuri sana kwa sababu ni kiongozi ambaye anakaa moja kwa moja na wananchi ambao walimchakua, na ni kiongozi ambaye anasikia malalamishi kila upande, na ni kiongozi ambaye hana ukabila, hapakui na hachakui. Wakazi ambao wamepata fursa ya kuonana na gavana moja kwa moja, kila mmoja akipata fursa pia ya kumwelezea shida ama mambo ambayo angependa yatatuliwe na serikali ya kaunti yo. Kuna masuala mengi sana ya mashamba au utaona mashamba, kuna wengi hapa ni squatters, so, nakuja kuuliza gavana, mimi nakaa tu kwa landi, gavana, nimeshindwa kulipa rent, gavana, saidia mahali pa kukaa, naona so ile ambayo tunaweza watu wengi wanajitokeza, kuna wale wengi ambao wako na shida hapa. Gavana pia akitumia fursa hii kuambia wenyeji umuhimu wa umoja wa Magharibi, akisema kwamba lengo lake si tu kuwaunganisha Waluya ambao wanapatikana katika eneo hili la Magharibi bali pia kuunganisha kabila zote ambazo zinapatikana katika eneo hili, pia nao wanakuja kutoka kwangu. Mimi ni Collins Shitiebai kwako kwa studio na kutoka studio